Huyu ni Erling Haland, aka mtambo wa mabao. Hii ni mashine ya mabao iliyoundwa kwa ajili ya kuvunja records na kuandika historia mpya, kutoka kwenye viwanja vya utulivu vya Norway hadi kwenye jukwaa kubwa la ligi kuu ya Uingereza na ligi ya mabingwa Ulaya. Safari ya Haland inasimulia kisa cha kipaji kisichoweza kuzuiliwa na uwezo wake wa ajabu na wa kustajabisha dunia. Kila shuti lake lenye nguvu, kila mbio yake inaonyesha kasi ya ajabu, na kila bao analofunga linaashiria kuibuka kwa mfalme mpya wa ufungaji, atakayetawala kwa ukatili na ufanisi usio na kifani, akionyesha njaa isiyoisha ya ushindi na kiu kubwa ya kuvunja records mbalimbali. Inawezekana unajiuliza, mbona msimu huu hatujaona makali yake? Ila hilo ni jambo la kawaida sana hasa kwa wachezaji. Kuna msimu unakuwa bora sana kwake na kuna msimu unakuwa wa kawaida. Hata hivyo, katika msimu huu uliopita, amekuwa kinara wa mabao katika klabu yake ya Manchester City akiwa amefunga jumla ya mabao 22 licha ya kuwa na msimu mgumu kwa klabu kwa ujumla. Hadi hapa tunaweza kukubaliana kwamba Haland bado ni yule yule. Erling Baruti Haaland alizaliwa mnamo Julai 21 mwaka 2000, huko Leeds, Uingereza. Wakati baba yake Alf Inge Haaland alikuwa akicheza soka la kulipwa katika klabu ya Leeds United. Hii inamfanya kuwa na mizizi ya Uingereza ingawa baadaye alihamia Norway akiwa na umri wa miaka mitatu. Alikulia katika mji wa Barni, Norway ambapo soka ilikuwa sehemu ya muhimu ya maisha yake ya kila siku. Familia yake ni ya kimichezo sana, na inaonekana kama vile vipaji vya kimichezo vimepitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Baba yake Alf Ing alikuwa beki wa kati odali aliyoweza kuichezea klabu ya Leeds United na Manchester City. Mama yake Gray Marita Barut alikuwa bingwa wa riadha nchini Norway, akionyesha uwezo wa ajabu wa riadha. Hata hivyo, jinsi za kimichezo na uwezo wa ajabu wa kimwili vilijengwa ndani ya Haaland tangu azaliwe. Utoto wake uligubikwa na shughuli mbali mbalimbali za kimichezo zikisisitiza umuhimu wa kujitunza kimwili na kiakili. Mbali na soka, Erling Haaland pia alijihusisha na riadha, mpira wa mikono handball, na gofu. Rekodi zake za utotoni zinaonyesha kuwa alikuwa na vipaji vingi ikiwemo rekodi ya dunia ya kuruka mbali bila kukimbia standing long jump akiwa na umri wa miaka mitano aliruka mita 1.63. Malezi haya ya pande zote yalijenga misingi imara ya ujuzi wa kisaikolojia na kimwili ambao unamwezesha kutawala uwanja leo, akichanganya kasi, nguvu na ustadi wa hali ya juu. Mapenzi yake kwenye soka yalianza mapema sana akianza kutumia saa nyingi katika mazoezi ya kufunga mabao na kuboresha mbinu zake, akionyesha njaa isiyoisha ya kuwa bora. Safari ya Erling Haaland katika soka la kulipwa ilianza katika klabu yake ya nyumbani ya Burnley FK, ambapo alianza kucheza kwenye timu hiyo ya wakubwa akiwa na umri wa miaka kumi na tano. Licha ya umri wake mdogo na uhaba wa mabao mwanzoni uwezo wake wa kimwili na njia yake ya kufunga mabao ilikuwa wazi kwa makocha wake. Mwaka 2017 alihamia katika klabu kubwa ya Norway iliyotambulika kama Molde FK chini ya uongozi wa gwiji wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, ambaye baadaye alikuja kuwa kocha mkuu wa Manchester United. Hapa ndipo vipaji vyake vilianza kuonekana wazi kwa Ulaya alifunga mabao muhimu akionyesha uwezo wake wa kumaliza mashambulizi kwa usahihi na kasi yake ajabu. Kipindi chake akiwa Molde kilikuwa kama chuo cha soka mnamo Januari 2019 alifanya uhamisho mkubwa kwenda Red Bull Salzburg ya Australia. Hapa ndipo Haaland alipoanza kung'ara katika ligi ya mabingwa Ulaya mwaka 2019 2020 alifunga mabao mengi ya kushangaza ikiwemo hattrick katika mechi yake ya kwanza ya ligi ya mabingwa dhidi ya Genk. Kasi yake nguvu zake na uwezo wake wa kumaliza mashambulizi bila huruma zilimfanya awe mshambuliaji anayeogopwa zaidi Ulaya, na klabu kubwa zikaanza kumhitaji. Mnamo Januari elfu mbili na ishirini alihamia katika klabu ya Borussia Dortmund ya Ujerumani, akichagua klabu hiyo Licha ya kuindwa na vilabu vingi vikubwa kama Manchester United na Juventus. Huko Dortmund aliendelea kuvunja records za ufungaji akifunga mabao kwa kasi ya ajabu. Alikuwa mashine ya mabao, akionyesha uwezo wake wa kumaliza mashambulizi kutoka pande zote na kwa miguu yote miwili. Katika kipindi chake akiwa na Dortmund, alifunga mabao 86 katika mechi 89 alizocheza hii ikiwa ni zaidi ya asilimia 98. Uchezaji wake wa kuvutia katika Bundesliga na ligi ya mabingwa ulimfanya awe mshambuliaji anayehitajika sana duniani. Mnamo Julai 2022, hatimaye alihamia ligi kuu Uingereza kujiunga na klabu ya Manchester City, klabu ambayo baba yake aliwahi kuichezea. Uhamisho huu ulikuwa tishio kwa walinzi wa ligi kuu Uingereza. Katika msimu wake wa kwanza akiwa na Manchester City msimu wa mwaka 2022-2023, Erling Haaland aliweka historia. Alivunja rekodi ya mabao mengi zaidi kufungwa katika msimu mmoja wa ligi kuu Uingereza akifunga mabao 36 na alikuwa mchezaji muhimu wa Manchester City ambayo ilifanikiwa kushinda treble ya kihistoria Yani ushindi wa ligi kuu, kombe la FA na ligi ya mabingwa Ulaya. Alionyesha uwezo wake wa ajabu wa kuizoea ligi mpya na kuendelea kufunga mabao kwa kasi ile ile, akionyesha njaa isiyoisha ya ushindi na kutafuta daima njia ya kuboresha uwezo wake. Mafanikio ya Erling Haaland licha ya umri wake mdogo ni ya kushangaza na ya kustajabisha, naye anathibitisha hadhi yake kama mmoja wa washambuliaji bora duniani. Akiwa na Red Bull Salzburg, alishinda Australian Bundesliga msimu wa mwaka 2018 2019 na katika ule msimu wa mwaka 2019 2020. Lakini pia alishinda Australian Cup katika msimu wa mwaka 2018 2019. Alipojiunga na Borussia Dortmund aliweza kufanikiwa kutoa kombe la DFP Pokal German Cup katika msimu wa mwaka 2020 2021. Kipindi hichi akiwa na Manchester City ameshafanikiwa kushinda ligi kuu ya Uingereza Premier League katika msimu wa mwaka 2022 2023 na katika msimu wa mwaka 2023 2024, lakini pia ameshinda kombe la FA FA Cup katika msimu wa mwaka 2023 2024, bila kusahau ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League ambayo alishinda katika msimu wa mwaka 2022 2023, lakini pia kuna UEFA Super Cup ya mwaka 2023. Na ya mwisho ikiwa FIFA Club World Cup mwaka huo huo 2023. Hebu tuyatazame mafanikio yake binafsi. Alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Uingereza Premier League Golden Boot katika msimu wa mwaka 2022-2023 akivunja rekodi mpya ya mabao akifikisha mabao 36. Lakini pia alikuwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League top scorer katika msimu wa mwaka pia alikuwa mchezaji bora wa mwaka wa PFA, PFA Player of the Year katika msimu wa mwaka 2022-2023. Hii ni heshima kubwa kutoka kwa wachezaji wenzake. Alifanikiwa pia kuwa mchezaji bora wa mwaka wa waandishi wa soka FWA Football of the Year katika msimu wa mwaka 2022-2023. Tuzo inayoheshimika kutoka kwa waandishi wa habari. Nyingine ni mchezaji bora wa msimu wa Ligi Kuu ya Uingereza Premier League Player of the Season katika msimu wa mwaka 2022-2023. alipata tuzo ya Jed Muller Ballon d'Or Striker of the Year mwaka 2023 kutambulika kama mshambuliaji bora duniani nyingine ni FIFA Best Men Player ameshika nafasi ya juu mara kadhaa akionyesha hadhi yake ya kimataifa pia amefanikiwa kushinda UEFA Men's Player of the Year katika msimu wa mwaka 2022-2023. Nyingine ni Golden Boy Award ya mchezaji chipukizi Ulaya mwaka 2020. Ya mwisho ni mchezaji bora wa mwezi wa ligi kuu ya Uingereza, mara kadhaa amekuwa akishinda na akionyesha utendaji wake thabiti. Erling Haaland anatoka katika familia yenye misingi imara na upendo mkubwa ambayo imekuwa nguzo muhimu katika mafanikio yake. Uhusiano wake na baba yake Alpha Inc. ni wa karibu sana huku baba yake akiwa kama wakara mkuu wa Erling Haaland. Familia yake inampa msaada mkubwa na imekuwa ikisimama naye katika kila hatua ya safari yake. Licha ya umaarufu wake mkubwa, Erling anajulikana kwa tabia yake ya utulivu, unyenyekevu na kujitenga na kashfa za nje ya uwanja. Apendi sana kujihusisha na maisha ya kifahari au kujionyesha kupitia mitandao ya kijamii akipendelea maisha yake ya faragha. Haland anajulikana kwa utani wake wa mara kwa mara na tabia yake ya kupenda kujifurahisha hasa kwenye mitandao yake ya kijamii. Amekuwa akitrend kwa vitendo vyake vya kuchekesha na kauli zake za kicheshi zinazopendwa na mashabiki wengi. Moja ya mambo anayopenda kuyafanya nje ya uwanja ni kufanya mazoezi ya viungo na kutunza mwili wake kwa umakini mkubwa akifuata lishe bora na programu za mazoezi ili kudumisha hali yake ya juu ya kimwili. Anajulikana kwa kuzingatia usingizi wa kutosha na mbinu zingine za kurejesha nguvu. Pia anapenda kucheza golf na kutumia muda wake na familia na marafiki zake wa karibu. Anaonekana kuwa na utulivu wa kiakili unaomsaidia kukabiliana na shinikizo kubwa la soka la kulipwa na kuendelea kufanya vizuri. Kama mchezaji muhimu wa timu ya taifa ya Norway, Haaland ni tumaini kuu la kufuzu na kufanya vizuri katika mashindano makubwa ya kimataifa. Amekuwa mfungaji bora wa timu hiyo na anatarajiwa kuendelea kuwa mchezaji muhimu katika miaka mingi ijayo, akiongoza Norway katika harakati zao za kufikia mafanikio makubwa. Mstakabali wa Haaland unaonekana kuwa mzuri na unaahidi mengi katika soka. Akiwa bado kijana mdogo chini ya miaka 25 ana miaka mingi ya kisoka ya, ya hali ya juu mbele yake. Wataalamu wengi wa soka na wachambuzi wanaamini kuwa ana uwezo wa kuvunja rekodi za ufungaji za zama zote na kuwa mmoja wa washambuliaji bora zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka, akishindana na magwiji kama Lionel Messi na Cristiano Ronaldo katika ufungaji wa mabao. Anatarajiwa kuendelea kutawala ligi kuu ya Uingereza na ligi ya mabingwa Ulaya, akishinda mataji mengi zaidi na kuvunja records mpya, akijiwekea malengo ya juu sana licha ya shinikizo kubwa na matarajio yanayomwandama, anaonekana kuwa na uwezo wa kiakili na kukabiliana nalo na kuendelea kuonyesha njaa na kuendelea kuonyesha njaa isiyoisha ya kufunga mabao na mafanikio. Swali ni je, atafanikiwa kufikia hayo matarajio yao? Mimi na wewe hatujui, lakini niambie Unamkubali kwa kiasi gani Erling Haaland na unatarajia nini katika msimu ujao akiwa na Manchester City? Hebu tupia komenti yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television. Fanya hivyo kwa kugusa alama nyekundu hapo chini ya video hii iliyoandikwa neno subscribe, kisha itatokeza alama ya kengele, iguse nayo hiyo, ili ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata kila taarifa tunakupandishia hapa. Asante, mimi ni Mr Voltage, hii ni Dino Television.